Hii ni Bugoma TV. Kwa habari. Habari. Waheshimiwa viongozi, tutakubaliana kwamba mkoa wetu kwa kipindi cha uongozi wake mheshimiwa rais tumekuwa na mabadiliko makubwa sana mkoa wetu. Katika kipindi chake tulipokea zaidi ya trilioni moja na bilioni 345 ambazo zimekwenda kwenye sekta mbalimbali. Na Mungu akaendelea kumbariki, ili basi tunaelekea na uchaguzi huu wa 2025 t5 uchaguzi mkuu, basi akapate tiketi zilizo nyingi ili ilia sema mmefanya kazi kubwa sana ndani ya halmashauri yetu ya manispaa ya mkata bila kupepesa macho. Kila mmoja anaona, kuna wengine hawaoni, wengine ni matomaso, lakini kazi kubwa imefanyika. Tunaona mabarabara, shule nyingi zinafunguliwa, dara ya afya Nsemulwa na vituo vya kutosha kwa kila eneo limepata fedha za kutosha na tumekuwa na maendeleo makubwa, na hata uchumi wa wananchi wa manispaa ya Mpanda umekuwa kwa kiasi kikubwa. Sasa hivi tunavyozungumza, pato la mwananchi wa mkoa wa Katavi ni zaidi ya milioni mbili nukta tatu kwa mwaka. Ni mafanikio makubwa na lazima tujipongezea. kuwapongeza kwa kupata hati isiyokuwa na mashaka kwa mwaka kabla kwa 23 24, lakini wataarifa kwamba kwa, kwa kipindi chenu cha uongozi cha miaka mitano haijatokea wakati ambapo mmepata hati ambayo ina mashaka. Kwa hiyo nawapongeza nikiamini kwamba tutaendelea kufanya kazi kwa weledi kuhakikisha kwamba tunapunguza na hizi inasema ni kero, kwa sababu ishakuwa ni hoja inakuwa ni kero. Kwa hiyo niendelee kuomba watumishi wenzangu na wakurugenzi, tuendelee kufanya kazi ili tuendelee kupunguza changamoto hizi za hoja ambazo zimekuwa zilijitokeza. Kuna hoja ambazo nyingine bado zina majibu ya zamani, na hili naomba nitolee maelekezo kamati ya Bunge, kuna nyingine zinakwenda mpaka ishirini ishirini na saba hebu nazo tuzibi majibu baada ya tarehe thelathini tuna siku takribani kumi na mbili niombe angalau timu ndogo ya kupitia hoja hizi nyingine zote, hiyo kamati itupatie majibu ba tarehe kumi na nane ya mwezi wa saba kwa hoja zote, mstahiki meya, ukiangalia hoja zilizo nyingi, hatutakiwa kuwa na hoja nyingi. Ni compliance. Kuna nyingine zina uzembe kidogo, ambazo tunadhani si vizuri, kwa sababu watumishi tunaongoza kwa sheria, taratibu, kanuni na mia ushauri na utekelezaji wetu wa majukumu yoyote tunayoyafanya, lazima tujirimishe na kuhakisha kwamba tuko ndani ya kanuni husika kwa halmashauri, haswa kitengo kile cha ukaguzi wa ndani. Naona kuna kazi anatakiwa kufanya, na kama anafanya hiyo kazi, basi ofisi ya mkurugenzi natakiwa kuweka ushirikiano wa kutosha ili hizi hoja nyingine tunazoona zilikuwa ni hoja zimefungwa zisijitokeze, lakini kuna hoja nyingine ambazo naamini mkaguzi wa ndani anaweza akaziona mapema na zikafanyiwa kazi mapema. Hata siku moja basi tukaguliwe tuwe na hoja zisizo zilisivolikiti. Naamini pia inawezekana shwa tegemea halimashauri naovopata hati isiyolikisha. Okay, siyo. Eh, siyo kashori, ina musa, siye, kupa, kwa kweli inakuwa sio sio tu inauza halmashauri bali inakuwa inauza sehemu kubwa ya viongozi katika wilaya ya Mpanda. Kwa hiyo imetuheshimisha na sisi tukaonekana tunafanya kazi inayotakiwa. Niwapongeze pia waheshimiwa madiwani Mwenyekiti, halmashauri ya manispaa ya Mpanda leo ipo mbele ya baraza la madiwani kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, CAG. Uh, shukuru sana mkaguzi wa nje, niwashukuru pia na wataalamu wake, wamekuwa wakija kwenye halmashauri yetu kila mwaka na tumekuwa na mabaraza ya aina hii, na kupitia wao wametusaidia sana kuondoa baadhi ya hoja ambazo zilikuwa zipo za muda mrefu, zipo ambazo zilikuwa zinahitaji uwajibikaji wa management management wamekuwa wakiwapokea maelekezo yao na wanafanyia kazi, na kweli kumekuwa una ufanisi, hiyo tunawashukuru sana. Kupitia wao wametusaidia pia kuhakikisha kwamba baadhi ya mambo tunaelukana nayo, lakini pia kupitia wao wameendelea kutukagua na almashauri yetu. Mimi toka nikiwa mea hatujawahi kupata hati ambayo isiyorisisha, mara zote tumekuwa tukipata hati inayorizisha kwa maana ya hati safi. Kwa hiyo hatisafwahio waheshimua lakini tuendelee kuishukuru sana ofisi ya mkuu wa mkoa na wewe ambao ndiko unatoka. Kwa kweli tumekuwa na mashirikiano mazuri, na tumekuwa tukipokea maelekezo sana kutoka kwa viongozi wetu, na kwa kweli maelekezo yao yamekuwa ni sehemu kubwa ya kuhakikisha kwamba hayo, au, au mafanikio tunayoeleza ni sehemu kubwa ya mchango wa ofisi ya mkuu wa mkoa kuhakikisha kwamba tunafanikiwa tuna, tuna, tuna kwa kiasi hicho ambacho tumekielezea lakini pia ofisi ya mkuu wa wilaya dadamu Jamila, naye tumeshirikiana naye vizuri vizuri vizuri sana, na yeye amekuwa ni champion kwa kuisaidia halmashauri yetu kuhakikisha inaondokana na uhaba mkubwa wa madawati. Kupitia ofisi yake amekuwa akitusaidia kupitia TFS, na mpaka sasa hivi kuna mpango ambao tunaendelea nao kwa kuhakikisha halmashauri inatengeneza madawati, lakini kupitia mchango mkubwa wa Mheshimiwa DC, naomba tumpongeze sana Mheshimiwa DC.